Kuingia katika mlango mwebamba. Kwa hivyo mlango mwebamba hauna watu wengi, si ndio? Hauna watu wengi, twende, kwa maana nawaambia, yakoba, safi, wengi watataka kuingia wasiweze. Kwa hivyo kuna watu wengi watatamani kuingia kwa mlango ama kuingia kwa ufalme wa mbinguni siku hiyo, wasiwe wasiweze. Kwani wasiweze walikuwa wanafanya nini wakati mwenye nyumba, eh eh, atakapo simama na kufunga kwa hivyo mwenye nyumba atasimama na kufunga mlango ni yeah. Watu watakuwa wanatafuta kuingia wasiweze, si ndio? Haya, yeah. Soma nani, mkaanza kusimama nje safi na kubisa mlango sasa. Wale waliofungiwa nje wataanza kubisha mlango safi, mkisema eme Eh, Bwana, eh Bwana, tufukulie. Safi ye yeah. Atajibu na kuwambia, uh-huh. Siwajui mtokako, hawajui wato, awat, watokako. Yani Bwana atawaambia hawajui Ndipo atakapoanza kusema safi, tulikula na kunywa mbele yako. Ati watu wataanza kusema tulikunywa na kula mbele zako. Kwa nini chai walikuwa nakunywa, ama ni uji walikuwa nakunywa, ama ni ugali walikuwa nakunywa mbele za Mungu? Hapana. Ni mafundisho watu walikuwa wanajifunza ama kufundisha mafundisho yao, sio mafundisho ya Kristo. Sasa wao wanadhani wako katika Kristo, na wacha nikuambie Sio walevi, sio wezi, sio malaya. Wamefanya nini? Wanapoteza watu, ni wachungaji wanapoteza watu, na ndio wanawapoteza kabisa. Sasa wewe ukikosa kusikiza Biblia nasema nini, usikize pasta wako atakupoteza, na akupoteze zaidi soma. Ndio kusema safi, nao ulifundisha katika njia zetu, nao ulifundisha katika njia zetu. Maana Biblia si ndio wanatumia? Ndio. Kwani wanatumia nini wanatumiai? Si, ni Biblia tu wanatumia lakini wanabadilisha maana. Hata shetani alisoma hiyo maandiko na anaibadilisha. Hata kwa free mason kuna somo Biblia na usisahau kujua mwenye free mason na free mason, inafaa uogope nani mwenyewe. Sasa uogopa huyu huyu, ndio mwenye free mason, huyu ndio mwenye illuminati huyu, na tuko na vitabu atuko sangi ushahidi wote tuko nao huyu, ndio mwenye kufungua haya Nataka tuende tu haraka haraka sababu ya, ya time maana vitabu ni vingi safi. Eh, enda enda hiyo Johana, johana kumi, enda johana kumi. Johana kumi kumi na moja. Wacha tukate tu tukate kate tufike Johana kumi kumi na moja yeah inasema hivi safi. Mimi ndimi mchungaji mwema. Kwa hivyo Yesu anasema yeye ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kwa hivyo mchungaji mwema anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, ndio. Safi. mtu mtu wa mshahara, uh -huh. wala si mchungaji, mtu wa mshahara wala si mchungaji. nataka mahali mimi ndio, ingieni kupitia mlango huu. Mimi ndio mlango ni kumi na moja ama Ndipo tu mstari wa kumi na moja ndiyo e, likuwa unasomaiusoma kumi na moja. Haya. Safi. Sasa, wacha tuende direct tusevu masa tusevu masa, hebu nipe Ufunuo kumi na tatu, wacha tuanze na Ufunuo kumi na tatu mstari wa tisa. Hiyo Yohana ulikuwa unasoma hiyo tisa Yohana kumi, tisa Yohana. Eh, Yohana kumi mstari wake ni wa 9. Yohana kumi mstari wa tisa inasema. Iseme? inasema mimi ndimi mlango sasa. Yesu anasema yeye ndiye mlango Mtu akiingia kwa mimi, mtu akiingia kwa Yesu